Sifu Yesu Kristo ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Akiwa leo mama kanisa anaadhimisha kwa heshima kuu sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Sikukuu hii inakuja katikati ya shangwe ya Noeli ili kutukumbusha kwamba mwana wa Mungu alichagua kuzaliwa na kukua ndani ya familia akitakasa na kuinua maisha ya kifamilia kuwa mahali pa upendo, imani na utii kwa Mungu. Familia ya Nazareti ilikuwa ya kawaida kwa macho ya kidunia, lakini ilikuwa takatifu kwa uwepo wa Mungu ndani ya familia hii. Na tunajifunza thamani ya upendo wa kujitoa, utii kwa mapenzi ya Mungu, heshima, maombi na mshikamano wa kifamilia. Leo kanisa linatualika kuiangalia Familia Takatifu kama kielelezo cha familia zetu. Katika changamoto za leo, migogoro, kutoelewana au ugumu wa maisha, Familia ya Nazareti inatufundisha kwamba Mungu yupo katikati ya familia inayomweka yeye mbele. Tunapoendelea na tafakari hii, tumwombe Bwana azibariki familia zetu, aziponi alipo na majeraha na kuzifanya ziwe shule ya imani upendo na amani. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya tatu aya pili hadi ya sita na ile ya kumi na mbili hadi ya kumi na nne somo la pili waraka wa mtume Paulo kwa Kolosai sura ya tatu aya kumi na mbili hadi ya ishirini na moja na katika Injiri Injiri Matayo sura ya pili aya kumi na tatu hadi ya kumi na tano na ile aya kumi na tisa hadi ya ishirini na tatu. Sikukuu hii inatufundisha kwamba familia ni zawadi na wito kutoka kwa Mungu. Utakatifu unaanzia nyumbani na Mwenyezi Mungu hutenda kazi kwa njia ya upendo wa kila siku hata katika mambo madogo. Karibu tusikilize na kutafakari pamoja. Tafakari hii italetwa na Padre Peter Kafumu. Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kualika leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu leo tunapoadhimisha sikukuu ya familia takatifu, familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Ndugu zangu, leo tunapoadhimisha sikukuu hii ya familia takatifu ya Yesu Maria na Yosefu, tunaadhimisha sikukuu hii baada tu ya kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba sasa Yesu ameingia kwenye familia ya Maria na Yosefu, wanatengeneza familia. Familia hii ndugu zangu, ni kioo cha sisi kujitazama katika familia zetu, maanake familia hii inatupa mfano familia hii inaweka inatupa ile standard, inaweka standard ya sisi kufuata katika familia zetu. Kwa hiyo kwa kifupi, ningeweza ni kusema familia zetu zinapaswa kufanana au kufuata mfano wa familia hii takatifu, familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Ndio maana ujumbe ambao nataka kuuleta leo ni ujumbe unaosema familia ni mahali pa utulivu, ni mahali pa uponyaji, si mahali pa majeraha, si mahali pa kuumizana. Hapana, ni mahali panapopaswa kutupa utulivu, kutupa pumziko. Ndugu zangu, nimekuwa nikijiuliza maswali kadha wa kadha ambayo ningependa kukuuliza na wewe au na wewe ujiulize maswali haya, na si maswali ya kuyachukulia kwa, kwa kwa kwa udogo hata kidogo. Ni maswali ya kuyachukulia katika hali ya umakini na serious sana. Swali la kwanza nimejiuliza, hivi familia zetu leo zikoje? Je, familia zetu ni mahali pa kupumua, ni mahali pa kupumzika? Familia zetu ni mahali pa faraja au ni uwanja wa mapambano? Ni uwanja wa mapambano kwamba nani zaidi Hivi ndoa zetu leo zikoje? ni ni ndoa zetu ni mahali pa kupumzika pa kupata faraja, au ni mahali pa mapambano? Lakini swali la pili nimejiuliza, hivi nyumba zetu leo zikoje? nyumba zetu leo zikoje? Je, nyumba zetu tunaweza tukasema nyumba zetu ni shule ya, ya, ya, ya upendo? Ni shule ya upendo, ni shule ya kusamehe? Au nyumba zetu ni sehemu eh, ni sehemu ya majeraha, ni sehemu ya kuumizana, ni sehemu ya kuumizana kwenye maisha kila siku? Au swali la tatu, hivi ni kwa nini watu wanaoishi chini ya dari moja, wanaishi chini ya dari moja, chini ya paa moja, wanaishi kwenye nyumba moja, lakini wanajikuta mioyo yao haiko pamoja, iko mbali mbali kabisa? Sasa kama nilivyosema, haya si maswali ya kubesa ni maswali ya kutuamsha ndugu zangu. Dunia ya leo, dunia ya leo, familia inashambuliwa kwa kasi sana. Kati ya vit kati ya taasisi ambazo zinashambuliwa kwa kasi ni taasisi ya ndoa na taasisi ya familia, na nitakueleza kwa nini zinashambuliwa kwa kasi kila kona, na unaweza kuona zinashambuliwa kwa mambo ukayaona ni mambo ya kawaida, lakini si mambo ya kawaida, ni mambo mazito kwa mfano kuna presha za uchumi ambazo zikiingia kwenye familia zinakuwa changa, zinaleta changamoto kubwa sana. Kuna athari za mitandao ya kijamii ambayo imekuja kuleta fujo nyingi sana kwenye familia, fujo nyingi sana kwenye ndoa. Leo ndoa nyingi haziko pamoja, familia nyingi haziko pamoja. Inawezekana sababu ikawa ni hiyo pia. Nitaeleza huko mbele, lakini pia kuna athari za kukosa muda wa kukaa pamoja na kuzungumza pamoja. Leo mume na mke hawawezi wakajikuta wanakaa pamoja wanazungumza tu pamoja. Wakikaa pamoja kuna ajenda imewaleta pamoja kuzungumza, lakini hawawezi wakakaa pamoja kama tu ile kurelax kama mume na mke kuzungumza mambo yao. Hawana muda na kukaa na familia zao, kufuatilia maendeleo ya watoto wao, kujua watoto wao wanaendeleaje, wanakutana na changamoto gani. people are so busy. Lakini pia kuna changamoto nyingine, ni majeraha watu wanayokuja nayo kutoka kwenye familia zao za asili. Huyu anatoka kwenye familia yake huku, huyu anatoka kwenye familia yake huku, wanakuja pamoja kumake familia. Huyu anakuja na majeraha yake, huyu anakuja na majeraha yake, wanakuja kuyakutanisha pamoja, bomu linalipuka hapo katikati. Lakini pia kuna kupotea kwa maadili yale ya msingi yanaanza yanakwenda, yanapotea kwa kasi sana, yanapotea kwa kasi sana. Sasa katika uhalisia huu, katikati ya uhalisia huu, kanisa linatuwekea leo sikukuu hii ya familia takatifu, familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Kanisa linatuwekea mbele yetu familia hii. Halituwekei familia hii kama familia iliyokuwa na kinga dhidi ya mateso, dhidi ya mahangaiko. Hapana, bali au sio, familia ambayo ilikuwa haiguswi na mateso. Haituwekei familia hii kama mfano wa familia ambayo ilikuwa haiguswi na mateso. Hapana, bali ni kama familia halisi iliyopitia hofu, hofu za kukimbia, hofu za ukosefu wa makazi, hofu za sintofahamu, hofu za mateso, mahangaiko lakini bado ikabaki imara katika maadili ikabaki imara na masomo yetu ya leo yanatuonyesha njia. Yoshua bin Sira katika somo la kwanza anatukumbusha umuhimu na wajibu wetu ndani ya familia. Ukienda Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai, anaorozesha pale mavazi ya Kikristo ambayo yanajenga mahusiano, mavazi ya Kikristo ambayo yanajenga familia. Mathayo anatufunulia familia inayokimbia usiku kwenda uhamishoni ili kulinda uhai wa mtoto wao. Familia inayoshinda imani kwa imani, inayoshinda kwa utii, imani kwa Mungu na utii kwa Mungu. Kwa hiyo leo nataka tuangalie familia zetu, tuangalie familia zetu tukiziweka tukiweka familia takatifu kama kioo cha sisi kujitazama katika familia zetu, na kuna mambo machache ambayo ningependa kuyazungumza siku hii ya leo. Ndugu zangu, tunapotafakari juu ya familia, mambo haya, ndugu zangu, yatatusaidia kutafakari ukweli juu ya familia, na natamani sana tuyaone haya. Unajua, jambo la kwanza, familia inabadilisha mfumo wako wa maisha kabisa. Familia inabadilisha mfumo wa maisha wa kila mmoja wa kila memba anaingia kwenye familia. Ukiingia kwenye familia unaingia kwenye mfumo mpya kabisa, unaingia kwenye mfumo ambao una utaratibu wake, una miiko yake, una mambo yake. Ningeweza kusema unaingia, unatoka kwenye katiba ya ubachela, unaingia kwenye katiba ya familia ubachela na, na na na familia zina katiba mbili tofauti kabisa. Sasa changamoto tunayokutana nayo leo, tunataka tutumie katiba ya ubachela tuliokuwa tunaishi nayo tuileta tutumie kwenye familia, vitu ambavyo haviwezekani kabisa, haiwezekani kabisa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba familia, ukiingia kwenye familia, familia inakufanya uwajibike zaidi inawafanya mwajibike zaidi. Familia inampa baba wajibu mpya, inampa mama wajibu mpya, inawapa watoto wajibu. Unajua mume na mke wanapooana, mume na mke wanapooana baada ya kupata, okay, ile kuoana kuwa mume na mke ni wito, lakini baada ya kuingia kwenye familia kuna wito mwingine huwa unazaliwa, kila mmoja anapokea wito mwingine. Huyu mume anapokea wito wa kuwa baba huyu mke anapokea wito wa kuwa mama, na huu wito unakuja na wajibu mpya. Wajibu wa kuwa baba ni wajibu mpya, wajibu wa kuwa mama ni wajibu mpya, una mambo yake. Unajua huwezi kuitwa mume au baba kwenye familia kama hauko tayari kuwajibika. Kama hauko taya, tayari kuwajibika utabaki kuwa mvulana tu. Unaweza kuwa kwenye familia, unaweza kuwa na, na familia kama mwanaume lakini we ni mvulana huwezi kuitwa mke au kuitwa mama kama hauko tayari kuwajibika kwenye familia kama hauko tayari kuwajibika utabaki msichana sasa yosefu na maria waliwajibika waliwajibika waliwajibika katika kuhakikisha mtoto wao anabaki salama yosefu alifanya kazi kwa mikono yake kama fundi seremala ili aweze kuprovide kwa familia yake, huku Maria akifanya kazi kubwa ya malezi ya Yesu. Unajua mara nyingi sana huwa tunasoma habari za Yesu anapozaliwa, na hata Biblia imeweka hivyo anapozaliwa, alafu hapo katikati panatokea silensi kubwa, panatokea ukimya mkubwa. Tunakuja tena kuona Yesu akianza huduma yake, lakini hapo katikati, hapo hiyo miaka ya hapo katikati zaidi ya ishirini nini kilikuwa kinaendelea? Nini kilikuwa kinaendelea? Yesu alikuwa wapi? Yesu alikuwa anafanya nini? Alikuwa analelewa, analelewa kwenye familia. Wazazi wake walikuwa wanawajibika na Yesu naye alikuwa anawajibika kwa wazazi wake. Jambo la pili, familia ina tabia ya kukunyang'anya uhuru wako. Ndugu zangu, hizi ni kweli, nataka tuzizungumze juu ya familia. Familia ina tabia ina utaratibu wa kukunyang'anya uhuru wako. Unapoamua kuoa au unapoamua kuanzisha familia, kwa lugha nyingine unasema umeamua kwa akili timamu, bila kulazimishwa, kukabidhi uhuru wako kwa mke wako na watoto wako. Wewe mke, unapoamua kuolewa, binti unapoamua kuolewa, unatuambia kwa lugha nyingine, ukiwa na akili timamu, bila kulazimishwa na mtu yoyote maana tukigundua umelazimishwa, hiyo ndoa inakuwa haipo. Bila kulazimishwa, unasema umeamua kukabidhi uhuru wako kwa mume wako na kwa watoto wako. Maana yake familia inakunyang'anya uhuru wako, inanyang'anya uhuru wa kila mmoja. Unajua, ukiwa kwenye familia alafu unataka kuwa huru kuishi unavyotaka, kuwa huru unavyotaka, haiwezekani ukiwa kwenye familia alafu unataka kufanya unachotaka wewe, haiwezekani. Ukiwa kwenye familia alafu unataka kwenda unakotaka wewe, haiwezekani. Ukiwa kwenye familia alafu unataka kula unachotaka wewe, haiwezekani. Wakati mwingine ni lazima kukaa pamoja, tule pamoja, tuamue pamoja. Unapokuwa kwenye familia, unataka kuishi unavyotaka wewe, hai, haiwezekani. Uko kwenye familia alafu unataka kurudi nyumbani muda unaotaka wewe saa nane usiku, saa tisa usiku, asubuhi kabisa saa saba usiku sa... yani, haiwezekani. Ndugu zangu, lazima mwenzako atakuuliza kulikoni, kwa nini umechelewa kao. Lazima ujue kwamba familia inakunyang'anya uhuru wako, lakini inakunyang'anya kwa lengo zuri, kwa sababu sio wewe peke yako tena, lakini mpo zaidi ya mmoja. Jambo la tatu, familia, ndugu zangu, ndio msingi wa kanisa ndio msingi wa taifa, ndio msingi wa jamii. Unajua watu tunatoka kwenye familia, ziwe ni familia bora au familia sio bora, ziwe familia e, nini halisi au sio halisi. Unajua tunatoka kwenye familia, tunatoka kwenye familia, ziwo familia rasmi au sio familia rasmi. Kwa hiyo ndoa na familia ni kama kisima cha maisha ya binadamu ni kama kisima cha cha cha jamii, ni kama kisima cha maisha yote ya binadamu. Unajua, mimi nasema haihitaji elimu kubwa kutambua kwamba kisima kikiwa safi, hata maji yanayotoka huko ndani yatakuwa masafi. Kisima kikiwa kichafu, hata maji yanayotoka huko ndani yatakuwa machafu. Kwa hiyo familia zikiwa vizuri, kanisa litakuwa vizuri. Familia zikiwa vizuri, taifa litakuwa vizuri familia zikiwa safi jamii itakuwa safi taifa litakuwa safi. Lakini familia zikiwa vibaya, familia zikiwa chafu, hata kanisa linachafuka nchi inachafuka. Familia zisipokaa vizuri, jamii yote inaharibika inapata shida. Unajua ndugu zangu, haijalishi civilization yako ina nguvu kiasi gani anguko ukisoma kwenye historia, anguko lolote na hili Pope John Paul II mtakatifu aliwahi kulisema, alisema, anguko la great civilizations lilia, lilianza kwenye anguko la familia. Familia ikitetereka tu, familia zikitetereka tu, haijalishi hiyo civilization ina nguvu kiasi gani ita collapse. ita collapse. Leo hatuwezi tukawa na viongozi waadilifu kwa mfano kama familia zao hazijakaa vizuri, kama hawajafundishwa uadilifu kwenye familia. Leo hatuwezi tukawa na madaktari waadilifu kama hawajajifunza uadilifu kwanza kwenye familia. Uadilifu hawajifunzi chuoni, unaanza kwenye familia kwanza. Chuo kinaenda kujenga pale ambapo familia imeishia familia inaweka msingi. Huwezi kuwa na walimu wanaojituma leo kama hawakujifunza kujituma kwenye familia zao, kama hawakujifunza kuona baba akijituma, kuona mama akijituma. Hatuwezi tukawa na wachungaji wazuri na mapadri wazuri kama familia hazisali pamoja, kama familia hazikai pamoja, kama familia haziishi pamoja kwa upendo. Hatuwezi tukawa na mume mzuri wa kesho, hatuwezi tukawa na mke mzuri wa kesho, kama hawajajifunza kutoka kwenye familia, kama hawajaona familia zikiishi kwa upendo. Maana wanakuja kuishi kile walichokiona kwenye familia zao. Kile wanachokiona kwenye familia zao, au kinachotokea kwenye familia zao, kina shape maisha yao in a way, huko mbele watakavyoishi. Huwezi kuwa na mke mwema kama hajaona mama mwema kwenye familia. Huwezi kuwa na mume mwema kama hajaona baba mwema kwenye familia. Jambo la, la nne, familia ya ndugu zangu ni wito, kuingia kwenye familia ni wito. Wajua, anapenda maneno ya mwalimu Christopher Mwakasegi aliwahi kuzungumza akasema, kila mwanamume aliyezaliwa huku duniani anaweza kuwa mume lakini si kila mwanamume ameitwa kuwa mume. Ngoja nirudie hiyo, kila mwanamume aliyezaliwa huku duniani anasema anaweza kuwa mume, lakini si kila mwanamume ameitwa kuwa mume. Kila mwanamke unayemuona huku duniani anaweza kuwa mke, lakini si kila mwanamke ameitwa kuwa mke. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kuwa mume, kuwa mke ni wito, ni wito, ni wito wa ndani kabisa ni wito wa ndani kabisa ambao unazaliwa, na ndani ya huo wito wa kuwa mume na kuwa mke unazaliwa wito mwingine, wito wa kuanzisha familia. Unajua, ni wito unaokufanya kuwa mume wa huyu, ni wito unaokufanya kuwa mke wa huyu, ni wito unaokufanya kuwa baba wa hawa, ni wito unaofanya kuwa mama wa hii familia. Unajua, Mungu ana anatuita au anamuita mtu kwenye wito mbalimbali mbali, kwenye wito wa familia kwa mfano, hapa anazungumzia wito wa familia. Mungu anamuita mtu kwenye wito wa familia na hata kwenye wito wote, kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza, Mungu anakuita kwenye familia ili uweze kumpatia Mungu utukufu, na lengo la pili, Mungu anakuita kwenye familia ili uweze kujipatia wokovu wa roho yako. Kwa hiyo ni vema tukatambua kwamba kama umeitwa kuishi maisha ya ndoa na maisha ya familia, ni muhimu sana ukajipima kwa kipimo hicho, kwamba je, umeingia kwenye ndoa hiyo, umeingia kwenye familia hiyo kwa sababu unataka kumpatia Mungu utukufu? Na je ulipo kwenye hiyo ndoa sasa hivi, ulipo kwenye hiyo familia sasa hivi, kama wewe ni baba au ni mama au ni mtoto, je unampatia Mungu utukufu kwenye hiyo familia au unajipatia wewe utukufu? Je, Mungu anatukuzwa na wewe kuwa baba? Mungu anatukuzwa na wewe kuwa mama? Hivi Mungu anatukuzwa na wewe kuwa mke, kuwa mume? Mungu anatukuzwa na wewe kuwa mtoto kwenye hiyo familia, au Mungu anatukana Je, umeingia kwenye hiyo ndoa na kwenye hiyo familia kwa sababu unataka wokovu, una mpango kwenda mbinguni? Kweli unavyoishi <laughs> kwa hiyo ni lazima uamue kwamba haya mambo ndio kipaumbele, ndio kipaumbele cha maisha yako. Lazima uamue hapa duniani, unapokuwa kwenye familia, lazima uamue. Jambo la tano, tunaitwa kwenye wito na familia. Tunapoitwa kwenye wito na familia ni ili tuweze kumpenda Mungu zaidi, tuweze kumtumikia Mungu zaidi. Kumbuka ndugu zangu, tunampenda Mungu kwa kuwapenda wengine tunampenda Mungu kwa kuwajali wengine. Kwa hiyo unampenda Mungu kwa kuitumikia familia yako na kuijali familia yako. Hatuingii kwenye familia ili tutumikiwe, tunaingia kwenye familia ili tukatumikie. Kila mmoja akiingia na mtazamo wa kwenda kutumikia, tutakwenda vizuri. Sasa ni vema tukajipima, tukajipima kwa vipimo hivyo. Je, ni kweli ninaingia kwenye familia kwa sababu ninaona ni fursa ya mimi kumpenda Mungu zaidi au ninaingia kwenye familia kwa sababu ninaona ni fursa ya mimi kupendwa zaidi? Sasa sisemi kupendwa ni vibaya, lakini hapa ninapozungumza, nazungumza juu ya ya, ya kipaumbele chako ni nini. Ni kweli kipaumbele chako cha kuingia kwenye familia ni ili uweze kumpenda Mungu zaidi, au ni we, au uweze kupendwa zaidi? Ni kweli unataka kumpenda Mungu zaidi kupitia ndoa, au unataka kupendwa zaidi kupitia ndoa? Je, kipaumbele chako ni ili uweze kumtumikia Mungu zaidi kupitia familia yako, kupitia ndoa yako, au ni ili uweze kutumikiwa zaidi na familia yako au na ndoa yako? Jiulize hivi, kilichokuingiza kwenye ndoa au kwenye familia ni utumishi? Ni moyo wa utumishi? Je, umejiandaa kumtumikia Mungu kupitia hiyo familia yako? Maana tunamtumikia Mungu kama alivyosema kwa kuwatumikia wengine. Hilo ni muhimu sana tufahamu, lakini jambo la sita, kwa kuwa familia ni wito, kwa kuwa familia ni wito, kwa kuwa umeitwa kwenye familia, ni muhimu sana tukafahamu kwamba kuna accountability, kuna accountability. Ndugu zangu, kuna siku Mungu atataka hesabu ya namna ulivyoishi huo wito wako wa familia, wito aliokuitia wa familia. Kwa hiyo familia sio kitu cha kufanyia mchezo hata kidogo ni muhimu tukatambua kwamba tunapoingia kwenye maisha ya familia leo, mnaanza kuandaa ripoti, unaanza kuandaa ripoti utakayoitoa, utakayompa Mungu, unaanza kuandaa ripoti utakayotoa mbele za Mungu juu ya familia. Kwa hiyo kama hauko tayari kuingia kwenye ndoa, kama hauko tayari kuingia kwenye familia, usiingie. Kama uko tayari kuingia kwenye familia uko tayari kuingia kwenye ndoa jiulize, au kama uko tayari kwenye ndoa, uko tayari kwenye familia, hebu jiulize hivi hivi hivi. Mungu amekupa familia, hivi Mungu akitaka mahesabu ya familia hiyo aliyokukabidhi, Mungu akitaka hesabu ya hiyo ndoa aliyokupa, Mungu akitaka hesabu ya hiyo familia aliyokupa, utapata je, utatoa hesabu gani? Utatoa hesabu gani? Mungu akitaka ripoti ya hiyo ndoa aliyokupa, Mungu akitaka ripoti ya hiyo familia aliyokupa, utatoa ripoti gani? Utatoa ripoti ya kushinda au utatoa ripoti ya kushindwa? Hasa wako watu huwa wanasherekea, wanasherekea jubilei ya miaka ishirini na tano ya ndoa au miaka ishirini na tano ya utawa ya upado au ya uchungaji. Lakini hebu swali tujiulize, tunasherekea jubilei ya kushinda au jubilei ya kushindwa? Miaka 25 hiyo, ni miaka 25 ya ushindi au ni miaka 25 ya mateso, ya kuumiza mwenzako, ya kutesa familia yako, ya kuumiza waumini, ya kuumiza watu? Tunasherekea jubilei ya namna gani? Kwa hiyo Mungu akitaka ripoti ya maisha yetu kama wanafamilia, utatoa ripoti gani? Vipi, Mungu akitaka ripoti ya namna ulivyompenda mke wako na watoto wako utapata max ngapi? Kama Mungu ana Mungu anatoa ana, ana max konfamu. Kwa mfano, kama Mungu anatoa max ya namna ulivyompenda mke wako, ulivyopenda watoto wako hivi utapata max ngapi? Mungu akitoa max ya namna ulivyomjali mume wako na kumheshimu mume wako na mke wako, hivi utapata max ngapi? Kama mungu anatoa max, utapata max ngapi? Hivi Mungu akitoa max ya namna ulivyoishi uaminifu wa ndoa yako ya namna ulivyoishi uaminifu wa ndoa yako utapata max ngapi? Kama mungu anatoa max, utapata max ngapi? Vipi Mungu akitoa max ya namna ulivyokuwa mwazi kwa mwenzako, ulivyokuwa mwazi kwa mke wako ulivyokuwa mwazi kwa mume wako ulivyokuwa mwazi kwa watoto wako, kwa familia yako, hivi utapata maksi ngapi? Kama Mungu anatoa maksi, sasa utafaulu au utafeli? Ndugu zangu wapendwa, leo tunapoadhimisha familia Takatifu nina, ninaomba tufahamu hakuna watu wanaoingia kwenye familia au wanaofunga ndoa kwa lengo la machungu. Hapana, lakini familia nyingi leo zimegeuka kuwa sehemu ya machungu ya mateso. Tumwombe Mungu atujalie neema. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya Familia Takatifu tujiulize, je, familia yangu ni mfano? Ni kioo cha wengine? Hivi mtu akitazama familia yako leo, akaitazama na familia ya Yesu, Maria na Yosefu, hivi kuna uwiano kiasi gani? Tukumbuke familia ya Yesu, Maria na Yosefu ni familia ya mfano Kanisa linatuwekea kama familia ya mfano wa sisi kufuata katika familia zetu. Tumwombe Mungu atujalie neema, neema ya kuweza kutimiza hayo, kutambua hayo mambo sita niliyoyasema. Ninaomba uyarudie tena, uyatazame tena, ili ujipime katika mambo hayo. Nawatakia dominika njema, nawatakia kila baraka ya Familia Takatifu, na ninaendelea kuwatakia heri na baraka ya sikukuu ya Noeli. Mungu mwenyezi awabariki na kuwatunza. Tumsifu Yesu Kristo.